Habari njema kwako kwa Mtanzania wewe ambaye unafuatilia channel ipendwa kabisa ya NY TV, langu jina ni Messi Mario. Karibu sana kwa siku ya leo nikikuletea habari njema kabisa kwa wewe ambaye ni Mtanzania mwenzangu ambaye una ndoto za kufika mahali fulani. Unatamani kutimiza ndoto zako, lakini ya mkini umekwamishwa na ukosefu wa ajira. Leo hii niko na kaka huyu, ni Mtanzania ambaye hakika ana moyo wa kipekee ambaye ametamani kushirikisha fursa ambazo ameziona mahali fulani. Hizi fursa zinapatikana wapi au alizipata wapi? Yeye ni mmoja wa wanufaika wakubwa ambao waliweza kupata fursa ya kufanya kazi pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa yani UN, na yeye kwa kuwepo kule akaweza kunufaika kwa ukubwa sana, na akaweza kutimiza ndoto zake kwa ukubwa sana na kwa muda mfupi. Na baada ya kuona fursa nyingi ambazo zinapatikana katika shirika hili la Umoja wa Mataifa, akatamani aje ashe na wewe Mtanzania mwenzangu ambaye na, unaitazama NYTV, hakika ni mambo mazuri kabisa ambayo wewe ambaye unatamani kufika mahali fulani, nikukaribishe sana karibishe, karibu sana. Sikiliza mahojiano haya mwanzo hadi mwisho, lakini nikukumbushe kwamba mwishoni tutaweka mawasiliano kwa wewe ambayo unatamani kuuliza kitu ambacho hutakielewa kwa haraka katika mahojiano haya, basi ukapata kupata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na yeye na akakueleza ni nini kufanya. Yeye pia ni kiongozi wa vijana katika moja ya kanisa liliyoko hapa Dar es Daressalamu, makanisa ya Tanzania of God, ambeye mwenyewe ni nani, nafasi yake aliyonayo yeye kama kijana na mengine mingi, mengi, ambayo tutayasikia kutoka kwake. Karibu sana kaka Nyauli. Bwana asipiwe na habari za kazi salama. Mungu akubariki. Tuna tamani sasa kumfahamu huyu nyauri ni nani, utatuambia wewe ni nani na nafasi yako, na lakini pia utatuambia unashughulika na nini kwa sasa hivi. Karibu sana. asante sana kwa majina yangu kamili naitwa Gregory Nyauri. Kwa sasa ni mshirika wa kanisa la TAG Kinondoni kwa Skofu Rogate za Kayo Swai, na pia ni kiongozi wa vijana wa kanisa la TAG Kinondoni na, na kwa sasa ninafanya kazi kwenye shirika moja la kimataifa hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Ni moja kati ya vitu ambavyo tumevifurahia na NY TV tukatamani kufunga safari kuja kusikiliza kutoka kwako katika yale mengi ambayo tumeyasikia kutoka kwako tumfahamu kwanza, tufahamu kwanza ni namna gani ambavyo ulilifahamu hili shirika na ni namna gani ambavyo ulinufaika na nalo. Uanzie hapo watu wafahamu, then tutajua kile ambacho ulikipata kule na namna ambavyo watu wanatamani kukipata. Asante sana. Uh, kama nilivyosema kwamba anafanya kazi kwenye shirika la kimataifa lakini safari ya kufikia kwenye shirika la kimataifa hili ilianzia nyuma sana uh, nilikuwa nikifanya kazi kwenye jeshi la polisi kwa muda mrefu, lakini kupitia kufanya kazi kwenye jeshi la polisi ilinipelekea kuona fursa mbalimbali katika Umoja wa Mataifa, na kumbuka, ni mwaka elfu mbili kumi na saba aa, nilipata nafasi ya kwenda kushiriki kazi za ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa katika nchi ya Sudani na nafasi ile sio tu kwamba unachaguliwa kwenda kufanya, kuna michakato mbalimbali inafanyika, kuna interview mbalimbali zinafanyika mbali, lakini interview zile si interview ngumu sana kiasi kwamba mtu anaweza ukashindwa. Interview za kawaida ambazo Mtanzania um, yeyote mwenye elimu kuanzia kidato cha nne naweza akafanya na akafanikiwa kwenda kufanya kazi na umoja wa mataifa. Kwa hiyo mwaka 2017 baada ya kufanya hizo interview nilifanikiwa kwenda kuchaguliwa na Umoja wa Mataifa kwenda kufanya kazi Darfur Sudani, uh, kwenye mission ambayo ilikuwa inaitwa UNAMID kwa maana United Nation Hybrid Mission in Darfur Sudan, kwa inaitwa kwa kifupi UNAMID, iko chini ya Umoja wa Mataifa. Uh, mission hii inaitwa hybrid mission kwa sababu ilikuwa ni muungano wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, kwa walikuwa wanashirikiana kufanya kazi na ilikuwa ukitukuta kule Sudani, tulikuwa tuna nembo mbili utakuta tuna kofia ya bluu ya Umoja wa Mataifa na kwenye bega la kushoto utakuta kuna alama ya Umoja wa Afrika, kwamba zinafanya kazi kwa pamoja. Na majukumu yetu kwa ujumla, kama anavyosema mlinzi wa amani, ni kuhakikisha kwamba nchi ya, ya Sudani ilikuwa inapata amani, yaani inakaa vizuri, maana ilikuwa ni nchi ambayo imepitia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu na kwa kipindi kile elfu mbili kumi na saba ni wakati ambao nchi tayari kwa imeanza kutulia. Sasa sisi tulikuwa tunafika kule kwa kuwasaidia wale ndugu zetu kuhakikisha wanaendelea kuwa ni nchi ya utulivu na nchi ya amani. Kwa hiyo tulikuwa tuna nakumbuka, baada ya kufika kule uh, tulianza kupelekwa kwenye vijiji vya mbali sana, yani unaenda nje ya mji kabisa kwenda kufanya kazi ja sasa. Na ukumbuke kwamba tunapokuwa nyumbani hapa Tanzania kisikia Sudani unaogopa kidogo, kwamba Sudani watu wanaishije huko, kweli kuna maisha kweli, au ni kwenda kupigwa risasi au ni kwenda kuuawa, inakuwaje? Lakini kwa sababu tulishaamua kujitolea kwenda kufanya kazi ya ulinzi wa amani, kuwasaidia ndugu zetu kuwa vizuri kama vile Tanzania ambavyo mba, ina amani, tulienda. Lakini baada ya kufika kule, tunamshukuru Mungu, tuliwakuta wale wa Sudani ni kweli, ni nchi inaonekana na alama ya kupitia kwenye vita tukiona hali ya maisha na nini, lakini ndugu zetu wale walishaanza kupata utulivu na tuliona kulikuwa kuna maisha kama tunavyoishi Tanzania. Tulikuwa tuna uwezo wa kwenda maeneo mbalimbali, ah tukakutana na wale wa ndugu zetu wa Sudani, tukazungumza nao, tukajaribu kuwapa elimu. Kama mimi ambaye nilikuwa askari polisi, tulikuwa tunawapa elimu za uraia kwamba wanapaswa kufanya nini na nini ili nchi yao iwe na amani lakini pia tulikuwa tunapita baadhi ya maeneo kuongea na wale watu wa Sudani, kuangalia, je, uh, kuna changamoto ambazo wanapitia na kama tukizipata zile changamoto, tulikuwa tunaziandikia ripoti na baadaye kuzituma makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kama zile ripoti zitaonyesha kuna changamoto yoyote ambayo bado ipo ya kiusalama, basi Umoja wa Mataifa utaamua ni nini kufanya ili nchi ile iendelee kuwa na amani na pengine nafasi hizi zinapatikanaje? wewe ni ulisema umeenda kama ulienda kama askari polisi, lakini nafasi hizi unatamani kufahamu zinapatikana vipi? Yani wanazitangaza au wewe ulipataje nafasi ya kwenda? Asante sana aa, nafasi hizi zinapatikana naweza kusema kwa njia mbili. Njia ya kwanza, aa, Umoja wa Mataifa kupitia misheni husika, kwa mfano UNAMID, wanakuwa na nafasi ambazo wanahitaji labda askari wanahitaji watu wa tasnia mbalimbali kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo huwa wanaziandikia nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwamba tunahitaji watu wenye sifa hizi na hizi, kwa kwa ajili ya ya ya kwenda kufanya kazi ya kujitolea kwenye misheni hiyo husika. Hiyo ni, ni njia ya kwanza. Kwa hiyo nchi inatangaza, kama ni askari wanahitajika, polisi, nchi itashusha kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani kwamba wanahitajika askari kadhaa wenye sifa hizi. Kwa hiyo nchi itafanya utaratibu wa kuwapata askari kulingana na zile sifa kwenda kwa hiyo watachaguliwa lakini kama ni kwa jeshi la wananchi itafanyika hivyo hivyo, lakini kama watahitajika wachumi hivyo hivyo, nchi itafanya uh, utaratibu wa kuwapata. Lakini njia ya pili huwa kwenye mtandao au kwenye website tunasema ya hilo shirika husika, kama ni UNAMID UN wenyewe huwa wanatangaza kwamba tunahitaji labda mchumi, tunamhitaji labda mtaalamu wa mambo ya ndege aviation, tunahitaji labda ichiara. Kwa hiyo wana tangaza hizo nafasi na wanataja wanahitaji mtu mwenye sifa gani. Kwa hiyo wewe kama wewe unaweza ukaona hizo nafasi, na ukiona una sifa husika, unaandika maombi yako, unatuma huko, na wakikuchagua watakufanyia interview na hatimaye unaweza kwenda kule. Kwa mfano nilikiwa kule Darfur Sudani, nilifanikiwa kukutana na Watanzania wachache ambao ni raia, sio askari polisi wala sio wanajeshi, lakini wao wali pitia mchakato huu wa kuona nafasi ya kazi wakaomba na baadaye wakapata zile nafasi. Na kama nilivyosema awal, wako watu wa kuanzia elimu mbalimbali, wako watu kuanzia kidato cha nne, wako watu wa degree, wako watu wa diploma na elimu zaidi. Cha msingi nilichogundua katika Umoja wa Mataifa, mara nyingi wanaangalia uzoefu, huyu mtu anaweza kufanya hichi kitu ya. Kwa hiyo watakuinterview na watakuchukua kulingana na ule uzoefu na elima, elimu mara nyingi watajagi elimu kubwa. Ukiangalia hata ukiingia kwenye website mbalimbali mbali za umoja wa mataifa kwa mfano, ukiingia kuna website inaitwa ya labda ya UNHCR, ili shirika la wakimbizi ukiingia kwenye UNESCO, la shirika la elimu, ukiingia UNOPS, wanaita United Nations Office of Projects. Utaangalia zile nafasi za kazi, wakati mwingine wanasema kwenye elimu, wanasema two years experience, yaani mtu huyu awe na elimu ya chuo uh, wanasema wana elimu ya chuo ya zaidi ya miaka miwili, kwa wakati mwingine unaona ni elimu tu ya kawaida, wataji sana degree. Ingawa kuna kazi kweli zinahitaji degree, zinahitaji masters, lakini ni elimu tu za kawaida. Cha msingi huyo mtu pia ana uzoefu wa kile kitu. Kwa mfano anaweza akasema tunahitaji dereva. hmm. Dereva sasa, kwa una uzoefu wa dereva, umesoma chuo ambacho kinatambulika na na serikali, na una uzoefu kweli wa kuendesha gari. Hizo ziko nafasi, mtu unaweza kwenda kuwa dereva New York, unaweza kwenda kuwa dereva Ufaransa, lakini chini ya ofisi za Umoja wa Mataifa mm. ya yeah. usalama wenu nyewe wafanyakazi mnapokuwa kule upoje? kwa sababu ukitaja nchi zile ambazo ni Sudan labda Darfur ni nchi ambazo watu wengi wameshaziwekea hiyo mawazo kwamba ni nchi ambazo zinamakua na machafuko, usalama unakuwaje? Yeah, kama nilivyosema awali tukiwa nyumbani Tanzania kwa kweli hata sisi wenyewe tulikuwa tunaogopa itakuwaje. Lakini baada ya kufika kule, kwanza kitu nachopenda kwa Umoja wa Mataifa, wanasema usalama wa mlinda amani kwanza. Usalama wako kwanza kwao. Wanahakikisha unafanya kazi katika mazingira ambayo ni salama. Kwa hiyo kabla ya kutoka kwenda kufanya kazi zetu labda kwenye vijiji mbalimbali mbali, Umoja wa Mataifa unahakikisha kwamba je, huko huko salama hawa walinda amani wanaweza kufika. Lakini pia kuna askari maalumu huwa wana toka nchi mbalimbali wanaweza kuwa ni wanajeshi au askari wa polisi ambao wanakuwa na silaha mm. Lakini zile silaha si kwa ajili ya kupigana vita. Maana hizo mission za Umoja wa Mataifa kuna zingine wanasema ni chapter 7 na zingine wanasema ni chapter 6. Moja wanaenda askari labda kwa ajili ya kupigana vita mm. yani kupigana labda kama kuna waasi na nini, wanaruhusiwa kupigana kwa sababu unasikia Kongo kuna wakati jeshi letu lilikuwa linapigana wale M23 mm. kwa ile ni mission ambayo ilikuwa ni inahitaji wa watu wawe na bunduki lakini misheni ambayo mimi nilienda ya UNAMID Sudani ilikuwa sio misheni ya kutumia silaha, kwa wale askari wapo tu, maana ni vizuri kuchukua tahadhari huenda likatokea lolote kwa mlinda amani, kwa hiyo awe aweze kulinda. Tunakuwa tunakuwa na tunakuwa na askari wa kuwalinda mnapokuwa kwenda kufanya kazi yenu, lakini nyinyi wataalamu hambebi silaha ya namna yoyote na wala hamruhusiwi kubeba silaha, labda utakuwa tu ni kalamu yako na karatasi kwa ajili ya kuchukua taarifa za huko. Lakini pia tuliona baadhi ya maeneo yako, maeneo mengi tuliona Sudani yako salama, si kama tunavyosikia huku. Kwa mfano, mimi napenda kucheza mpira. Kuna eneo ambalo wanaliita El Fasha, nilikuwa natoka naenda kuna viwanja vya mpira, nacheza mpira peke yangu, nacheza mpira narudi kambini na ru..., au na maeneo mengine wanaruhusu kabisa kupanga nyumba, sio kaa kambini, unakaa kwenye nyumba kabisa, unaishi maisha asubuhi, unaenda kazini, jioni unarudi nyumbani, unaishi kama huko nyumbani Tanzania. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi, lakini pia ni kuhakikishia kwamba kuna wakati pia tulikuwa tunakutana na wale waasi ambao sasa tunaogopa na sisi kuna janja ya wili kuna nini. Tulikuwa tunakutana nao kwa upande wa serikali wala wako upande wao, lakini wanafanya majukumu ya kuhakikisha raia wapo salama. Kwa wale watu tulikuwa tunakutana nao, labda kuna maeneo unakuta lime liko chini ya waasi. Kwa ile eneo tukiingia za kuta wameka geti la lao na anaosema geti tusifikiri labda wameweka mageti ya chuma za kuta tu, ni kafimbo kembamba sana kamewekwa. Lakini sasa tayari huwa tunafanyiwaga kozi ya kuelewa mazingira ya kule, training mbalimbali. Kwa hiyo kale kafimbo ukakuta kadogo usio ukakavuka ukazani sasa aka kafimbo tu au kashuka ukakatoa kwamba mbona ni kafimbo tu, hapana, ile ni geti linatakiwa lipewe heshima inayostahili. Kwa hiyo mkifika pale mnasimama wale, kama ni eneo liko chini ya waasi, watatoka watauliza, mnaenda wapi? Si tunawaambia ni yesi. Wanaona kwa mfano magari ya Umoja wa Mataifa yana alama yameandikwa United Nations, yameandikwa UN au yameandikwa UNAMID. Kwa hiyo UN anafahamika, anawajua tupo kule. Kwa hiyo tunaambia sisi tu tunaenda labda kijiji cha mbele kuangalia uh, hali ya usalama ya kule. Kwa hiyo atatoa kale kafimbo mtapita. Hata wakati mwingine unaweza kushangaa akasema tuna hatuna maji, tunaombeni maji. Kwa kama mna madumu ya maji, maana tunakoga ni msafara. Yes. Unaweza ukachukua madumu ya maji mkawapa. Kwa hiyo kwa habari ya usalama mimi niseme UN wanazingatia usalama. Lakini mambo tunayoona kwenye TV wakati mwingine ni tofauti na kwenda kule kwa watu. Mimi nihakikishe niliwaona wasi, lakini hawakuwahi kutudhuru. Hata askari wa Sudani tumekutana nao, wala hawakuwahi kutudhuru. Wanajua sisi tunafanya majukumu. Cha msingi ufanye kilichokupeleka, usije ukajiingiza kwenye mambo ya siasa, usije ukajiingiza kwenye mambo ambayo hujaagizwa kwenda kuyafanya. Kwa hiyo kule pako salama. Ushasikia habari kama hii ya UN, ina mashirika mengi sana yako chini yake kama nilivyosema mwanzo, kuna UNHCR la wakimbizi, kuna hiyo UNOPS nimeisema, lakini kuna kitu kinaitwa UNV United Nations Volunteers. wale ni watu wa kujitolea. Kwa wale watu wa kujitolea wale watu uh, kujitolea labda wanaweza wakatangaza tunataka watu wa kujitolea kwenye mambo ya uchumi, tunataka madereva wa kujitolea, tunataka madaktari wa kujitolea, tunahitaji wa waalimu wa kujitolea. Kwa zile nafasi unaangalia zile sifa una walizozitangaza pale unaingia. Kwa hiyo uwepesi wako kutembelea hizi website utakusaidia wewe kupata fursa hizo. Kwa hiyo siwezi nikasema utapata kazi utaenda kesho kuomba ukapata. Inaweza mm, ikachukua muda mrefu lakini ukiwa unajua hichi kitu kipo, mara kwa mara unaingia unajaribu kuomba, unajaribu kuomba, unajaribu kuomba, ipo siku unaweza ukapata bahati ya kupata hizo nafasi. Kwa hiyo ingia mara kwa mara kwenye hizi website za Umoja wa Mataifa, utaona sifa na kazi ni kwambia, hata sasa hivi ukiingia kwenye website za Umoja wa Mataifa kila siku nafasi za kazi zinatangazwa kila siku. Kwa hiyo ni kwamba uendelee kuomba. Maana wakati mwingine usipojua kitu, kwa mfano mimi nisingejua kuna haya mambo ya kwenda huko UNAMID wala nisingewe kujaribu kuomba, lakini na mimi namshukuru, nilipata taarifa kwamba kuna hivi vitu na mimi nikaanza hatua za kutafuta kwenda huko. Lakini wakati mwingine unaweza ukawa huna sifa kile kitu cha kuingia kule, ukaona kazi ya wao wanataka mchumi mwenye sifa hizi na hizi na hizi, kwa hiyo ukaanza kuzitafuta sifa. Kwa mfano mimi niseme, Kipindi hicho niliangalia walikuwa wanataka mtu awe wa anajua kuendesha gari ya manyo, mm -hmm. Walikuwa wanataka uwe na passport. Kwa mimi nilikuwa sijui kuendesha gari manyo, nilianza kujifunza kuendesha manyo gia baada ya kuona yeye, hey, wanataka polisi, wanataka watu wenye sifa hii kwenda mission, mm -hmm. Wanahitaji mtu awe wa anajua kuendesha manyo gia. Kwa nilianza rasmi mwenyewe jitihada za kutafuta sifa za kwenda huko, nikaanza kufanya mazoezi ya kuendesha gari ya manyo, lakini wanahitaji passport nikaanza taratibu za kupata passport ya kusafiria COVID. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa kweli hauna sifa, lakini ukishajua unaanza kutafuta sifa za kuweza kupata fursa hiyo. Kuna mtu ambaye anaweza asielewe kwamba kaka Gregory hapa alipo amenufaika vipi. Tunatamani utuambie kidogo, yani unufaikaji wako na ili shirika la UN hata. Uh, sasa hivi ukienda kwa watumishi wa umma kilio chao ni kuongezewa mishahara kwa nini? Mishahara ya watumishi wa umma bado bado si mikubwa sana. Kwa hiyo hata mimi kipindi hicho nafanya kazi huko serikalini, kwa kweli mshahara ulikuwa mdogo. Kwa hiyo namshukuru Mungu ule mwaka mmoja niliokaa Sudani kufanya kazi na Umoja wa Mataifa, hmm. Yaani maendeleo ambayo nilipata naweza nikasema nikiwa askari labda ningeapata ndani ya miaka kumi na tano. Tena ni ile wanasemaga tujifunge mkanda, mkanda, kwamba kuna baadhi ya vitu visiende msile vizuri ili muweze kufikia maendeleo. Lakini naweza nikasema kweli, mtu unafanya kazi kihalali, hauchukui rushwa, unategemea mshahara wako, yale maendeleo nadhani, labda hata miaka kumi na tano labda ningeweza kufanya kile ambacho nilikifanya kwa kwa mwaka mmoja. Namshukuru Mungu, kwa kweli kwangu mimi ilif, nilifaika. Lakini pia kanisani si tuliokoka, unajua kadi unavopata na Mungu naye anapata kwa hiyo, kila kila dola nililolipwa kule nilitolea fungu la 10. Kwa hiyo nilikuwa nakusanya, siku nikija likizo bali nilikuwa nakaa kama miezi mitatu mm. na kuja Tanzania likizo kuona okay. familia na ukiwa unakuja wanakulipia gharama ah, ile hela wanakulipa ni hela nzuri. Kwa hiyo huko huko no, unakata tiketi yako, unakuja vizuri okay. kabisa, unakuja naiona familia alafu ah, unarudi kule. Kwa hiyo kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja mtu anaweza kutimiza ndoto zake kabisa ambazo angezitimiza miaka kumi au kumi na kitu baadaye kabisa. Inawezekana kwa mtu ambaye anajielewa vizuri mm. Sisi tuliokoka tunashukuru Mungu ametupa akili ya ziada mm. Lakini nikwambie, kuna watu walishaenda kufanya kazi za namna hiyo na paka sasa hivi hali ni mbaya, kwa sababu ndo wakati <laughs> za mtu wana hakuwa na, ha, na malengo ndo wakati, kwa sababu ukiwa unafanya kazi UN, mm. sasa hivi kusema natafuta visa ya kwenda Marekani, mm. kwenda Canada, kwenda nchi mbalimbali ni rahisi kwanza, mfanya kazi wa yoni unaaminika. Mfanya kazi wa yoni huwezi kunyimwa visa, ni ngumu sana, labda kama kuna mambo mengine. Kosa ilikuwa watu wanatumia muda ule sa, ah, sijawahi kufika New York. Kwa hiyo anavyo likizo akichukua New York, akichukua likizo nyingine, nataka nikapaone Sweden hivi, Sweden pakoje. Kwa hiyo kuna watu walifanya vitu ambavyo siwezi nikavisema hapa. Kwa hiyo mission inaisha, anarudi ana kama alivyoenda, anakuwa na hali mbaya kabisa alite. Lakini mtu kweli, umetulia Uh, umetuliza akili yako vizuri, utafanya vitu vikubwa. Sasa hivi mimi nina marafiki hata kuna nadhani mwaka jana nilipata marafiki wa Nyarwanda walifika, tulionana nao hapa Dar es Salaam, lakini pia kuna marafiki wa Zambia. Sasa hivi mimi nikienda Zambia, hata kama sina pakulala, na marafiki wako kule. Kuna mmoja huo anakuja Tanzania, sasa hivi anafanya biashara ya magari, aliharibikiwa gari la Gregory nisaidie nimeharibikiwa na sina mawasiliano, labda nyumbani, pesa naomba niazime. Nimeshamwazime yule rafiki yangu na kumgala kama mara ngapi, akifika boda Tunduma anarudisha kwao. Tumeshatengeneza undugu na watu wa nchi mbalimbali, tuna connection za watu wa nchi mbalimbali, maana UN ni dunia. Kule mnakutana na watu wa nchi mbalimbali kwao, tuna connection. Sasa hivi kuna nchi ambazo nikienda tayari nina marafiki ambao tunawasiliana lakini, nafikiri pengine ukifanya kazi kwenye huu moja wa mataifa ni rahisi pia kupata connection ya kufanya kazi kwenye mataifa mengine pia. Yeah, nadhani katika taasisi kubwa kuliko yani, duniani hapa tunapoishi, nadhani hiyo ndio mwisho, yani kwamba ukisema <laughs> kwa mashirika makubwa, maana ile ni dunia, UN ni dunia nzima. Kwa hiyo yani, ukionekana sasa wewe una CV umeshakufanya kazi na UN unakuja kuomba kwenye mataasisi taasisi uh, taasisi nyingine za kimataifa mm. Kwa ile sifa ya kufanya kazi na UN inakubeba kwa nafasi kubwa oh, kwa, kwa, e, kwa sababu mimi sasa mimi na wewe tukienda kwa mfano wote mm. tumesoma degree wote mm. tumefanya kazi serikalini miaka kumi. Mm. Wewe hujafanya UN, mimi nimefanya UN. Wewe hata kama ungekuwa wewe ni mwajiri, ungemchukua <laughs> nani? <laughs> <laughs> tena UN sio hapa Tanzania, nimefanya huko nje yeah. nimeaminika nimefanya nje salama na nimerudi salama, utamchukua nani? <laughs> Mfano ukiingia hiyo UNOPS mm. United Nations Office of Projects mm. Kule ukiingia utakuta nafasi za kazi, hata sasa hivi utazikuta, hiyo UNV utazikuta, okay. nafasi za kazi zipo. Kwa hiyo ingia, jisajili kule CV mm -hmm. weka CV yako, kwa hiyo ikitokea tunasema tunahitaji mwalimu, weka CV yako. Siwezi nikasema utapata kazi leo au kesho, kama nilivyosema awali mm. lakini uh, unaweza kachukua kitambo, Mungu akakusaidia ukapata, okay. kazi lakini pia ukipata elimu hii inaweza kukusaidia pia kutengeneza hata watoto wako baadaye, kwamba natamani na wanangu waje kufanya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kaanza kuwatengeneza kwa hicho ulichokisikia, kaanza kuwatengeneza. Kwa mfano jana ujuzi, nilikuwa naongea na mke wangu, kaambia, yaani ilinijia tu wazo mm. sikuwa najua kama tutafanya, yaani nishasahau habari ya hii interview mm. kaambia, natamani mwanangu, mtoto wetu wa kwanza, Jonia akasome Faransa mm. mke wangu akaniuliza kwa nini? Kaambia, naona UN Umoja wa Mataifa wanapenda sana mtu ambaye anazungumza lugha kwanzia mbili. Yaani mtu huyo ana, ana kipaumbele kikubwa zaidi na lugha yenye nguvu zaidi Umoja wa Mataifa ni Kifaransa. Kwa hiyo ki, Kifaransa yao wana lugha tatu ambazo zina nguvu sana: Kifaransa, Kiingereza na Kiarabu. Kwao nikapata hilo wazo, nikaona sasa hivi mimi naanza, mwanangu bado yuko shule ya msingi, lakini naanza kumwekea na mwanza kumtengenezea mazingira aweze kusoma wapi, Ufaransa. Kama sio Ufaransa, nchi ambayo inaongea Kifaransa, kwa sababu Kiingereza sasa hivi wanazishule wanasoma watoto wetu Kiingereza automatic watakuwa wanakifahamu. Mm. Awe aongeze lugha moja. Kwa hiyo kama ataenda Ufaransa aende nchi ambayo wanazungumza Kifaransa, ili najua hapa Tanzania anaweza akajifunza Kifaransa lakini akisoma kule atapata elimu na lugha. Kwa hiyo akirudi kule atakuwa ni anazungumza Kifaransa vizuri. Kwa hiyo mwanangu, jionia kuingia UN, yani, itakuwa ni rahisi kwa sababu nitamuelekeza njia za kupita lakini tayari ni mimi naanza kumlea kwa mazingira, najua UN wanahitaji hichi, wanahitaji hichi. Wanahitaji kwao kumtengeneza, anaanza kumtengeneza. Si lazima ukaajiriwe wewe mm, lakini unaweza kumtengeneza mtoto wako akaanza kulipwa hizo dola. Unaweza ukashangaa uzeni wako mwanao yuko Vienna, mm, yuko Vienna Australia, si yuko New York, akamwambia mama, hebu achana na hizo habari, njoo uje kupumzika huko. Kwa vijana, nadhani nikasema, kwa vijana, kwa sababu sisi ni wapambanaji kwa kweli, tusilale, tuangalie, tusiangalie tu fursa za ndani ya nchi, pia tuangalie fursa za uh, za nje ya nchi na UN ni mlango mpana sana ambao tunaweza kuutumia sisi kwenda kupata hizo kazi za kimataifa. Kwa hiyo hebu hizi simu zetu tuzitumie vizuri, hizi bando tunazopata isio tu kwa ajili ya kuingia tu WhatsApp kuchati, kuingia Facebook kusi Instagram no, tunaweza kutumia kuingia kwenye mashirika ya Umoja wa Mataifa, haya yako mengi sana sana, mengi sana, tukaenda tukaangalia kazi ambazo tunasifa nazo tukaomba aa, na mwisho wa siku Mungu ni mwema, tunaweza tukapata. Kwa Watanzania naona ni Watanzania ni wachache sana ambao wapo kwenye mashirika ya kimataifa haya. Tupambane sisi hichi kizazi, tusikubali. Hebu na sisi sasa tupambane, twende huko, na niwatoe watu mashaka. Wakati mwingine tulikuwa tunawaza Kiingereza jamani, sisi tuliosoma shule za kata Kiingereza hichi <laughs> tulikuwa tunawaza hivi huko, tukienda tunawasiliana hivyo, yaani inakuwa, lakini tumeenda tukiwa tuna elimu za form 4, wengine wana diploma, wengine wana degree, lakini tumekuta kuna watu wengine wapo kule. Kwa kweli Kiingereza chetu cha form 4 tukakuta ni kizuri, yani unaonekana hata kama una kitu fulani unakwambia hebu nenda wewe, yani unaonekana wewe Kiingereza chako ni kizuri kwao. Wakati mwingine lugha isukatishe tamaa, mradi una uwezo wa kufanya kile kitu ambacho unataka kufanyia kazi, kwa sababu lugha sio kipimo cha akili. Kuna watu wengine tumejisahau tukadhani mtu anaezungumza Kiingereza vizuri kilichonyoka huyo ana akili sana. Hapana, lugha sio kipimo cha akili. Mtu kama una akili, una akili hata ukiongea Kichina, ukiongea Kifaransa, ukiongea Kiswahili bado una akili, lakini ingawa Kiingereza ni lugha ya mawasiliano ya Umoja wa Mataifa na Kifaransa. Kwa hiyo ukiwa na kile Kiingereza chako tu cha kuweza kuwasiliana na kufanya majukumu yako unaweza ukafanya kazi Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo, lugha wakati mwingine siwe kitu cha kutuogopesha sana. Kwa yule ambaye atahitaji laba fafanuzi zaidi kwa ajili yake au kwa ajili ya mtu mwingine anaweza akanipata hapa kanisani kinondoni biafra hapa kwa mchungaji rogate swai ukija hapa ukiulizia mwenyekiti wa vijana gregory utanipata au unaweza ukanipata kupitia namba yangu ya simu 0756 45 46 4 tisa kama una swali la kuuliza unaweza ukanipata naweza nikarudia 0756 45 46 nne tisa. Tunaweza tukawasiliana kwa ufafanuzi zaidi. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua, na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele. Na kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712-45-52-52 au 0688-13-19-14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.